Na mtazamaji karibu tena. Rais William Ruto amelitaka bunge la taifa kurekebisha mswada wa mkinzano wa maslahi ili kusaidia kukabiliana na ufisadi. Akizungumza katika kaunti ya Narok, Rais alisema hakuidhinisha mswada huo kwa sababu haujafikia viwango vinavyotakiwa na Wakenya. Haya yanajiri huku jamii ya Wamaasai wakiongozwa na magavana wao wakimhakikishia Rais uungwaji mkono wao katika uchaguzi wa mwaka 2027. Rais William Ruto alikuwa akihudhuria ibada ya Jumapili ya Pasaka ya makanisa mbalimbali iliyoandaliwa katika shule ya upili ya Ntulele, Narok Mashariki, ambapo alikariri kuwa ni sharti mswada wa mkinzano wa maslahi uimarishwe ili kuzuia wafanyikazi wa umma kutumia nyadhifa zao kujinufaisha kibinafsi badala ya Wakenya. Na niliahidi bunge wakati huo ya kwamba wasipopitisha sheria ambayo inalingana na vile tulikubaliana na Wakenya, sheria ambayo itakomesha mambo ya ufisadi na mambo ya ubinafsi na mambo ya watu kutumia ofisi za serikali kujinufaisha wao wenyewe, familia zao na marafiki zao. Niliwaeleza wakati huo, msipopitisha hiyo sheria, mimi nitaweka veto ya hiyo sheria mpaka nipitishe sheria ambayo itakomesha ufisadi katika taifa letu la Kenya. Rais aliambia bunge la taifa kujadili tena mswada huo katika muda wa wiki tatu, kulingana na mapendekezo yake, ili kuimarisha uajibikaji, uadilifu na hatua za kukabiliana na ufisadi. Aidha, rais aliongeza kuwa kuanzishwa kwa mfumo wa ununuzi wa kielektroniki utahakikisha usambazaji wa bidhaa na huduma za serikali za ushindani. Katika mzozo kati ya kaunti na wabunge kuhusu usimamizi wa fedha za barabara Rais Ruto aliwahimiza wafanya mazungumzo lakini waruhusu serikali ya kitaifa kusimamia fedha hizo. Viongozi wa jamii ya Masai walioandamana na rais waliwarai wanajamii wenzao kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kwa maendeleo. Your excellency, hii jamii huwa si watu wanapenda kukaa kando na serikali. Generally, ni jamii yenye inapenda kukaa kwa serikali. Na unaona kama Kalonzo anakimbiakimbia huko kimbia, anasema Wakamba wake 1.4. Hata sisi Wamaasai tutaenda mpaka kutoka Marsabit mpaka Kajiado, na tutakuwa nayo 1.4, na tutasupport William Ruto na Raila Amolo Odinga. Sisi kama jamii ya Wamaasai tumesema tutakuwa na wewe mwaka, mwaka hii kumi ambayo Mungu amekupea kumalisha kama sisi wengine wote ambayo tutamalisha shwshidabi yes, okay.